Kitabu cha pili cha Wafalme, mlango wa kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wa kasi Israeli, na Ahazia akaanguka katika jirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe, akawaambia, Enendeni mkaulize kwa baal-zebubu mungu wa Ekroni kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria ukawaambie, Je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-Zebubu mungu wa Ekroni? Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Eliya akaondoka. Wale wajumbe wakarudi na mfalme akawaambia, mbona mmerudi? Wakamwambia, mtu alitokea akaonana nasi akatwambia, enendeni rudini kwa mfalme yule aliyewatuma, mkamwambie Bwana asema hivi: Je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baalzebubu mungu wa Ekroni? Basi kwa ajili ya hayo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Akawaambia, je, mtu yule aliyetokea akaonana nanyi akawaambia maneno hayo, alikuwa mtu wa namna gani? Wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Naye akasema ndiye yule Elisha Mtishbi. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari hamsini pamoja na hamsini wake wamwende Eliya. Akamwendea, na tazama, ameketi juu ya kilima. Akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka Eliya akajibu akamwambia yule akida wa hamsini, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na hamsini wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na hamsini wake. Akatuma tena akida wa hamsini mwingine pamoja na hamsini wake wamwendee. Akajibu akamwambia ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka upesi. Eliya akajibu akamwambia ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na hamsini wako. Moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni ukamteketeza yeye na hamsini wake. Tena akatuma akida wa hamsini wa tatu pamoja na hamsini wake. Yule akida wa hamsini wa tatu akapanda akaenda akapiga magoti mbele ya Eliya akamsihi sana, akamwambia e ee, mtu wa Mungu, nakusihi roho yangu na roho za watumishi wako hawa hamsini ziwe na thamani machoni pako. Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni ukawateketeza wale akida wa hamsini wawili wa kwanza pamoja na hamsini wao. Laiti sasa roho yangu na iwe na thamani machoni pako. Malaika wa Bwana akamwambia Eliya, shuka pamoja naye, usimwogope. Akaondoka akashuka pamoja naye hata kwa mfalme. Akamwambia, Bwana asema hivi, kwa kuwa umetuma wajumbe waulize kwa Baalzebubu mungu wa Ekroni, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli uulize neno lake? Kwa hiyo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Basi akafa sawasawa na neno la Bwana alilolinena Eliya. Na Yoramu alianza kutawala mahali pake katika mwaka wa pili wa Yehoramu mwana wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, kwa kuwa yeye hakuwa na mwana na mambo yote yaliyosalia aliyoyafanya Ahazia, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli?